Shirika moja lisilo la serikali linahimiza utumizi wa baiskeli kama mtindo bora wa usafiri ili kudhibiti gharama za usafiri. Wakati wa warsha kuhusu usafiri wa kutumia baiskeli duniani na manufaa yake iliyoandaliwa jijini Nairobi, ilidokeza kuwa baiskeli zimerahisisha zime, zime upatikanaji wa huduma muhimu, kuimarisha uzalishaji wa utangamano katika jamii barani humo ambako usafiri wa kutumia magari huwa changamoto. Shirika hilo limeimiza waratibu sera kubuni mikakati mkaka, ya kushughulikia tatizo la usafiri katika jamii zinazojimudu. In um, kama inawezekana, sisi tunalipa ushuru kwa hivyo tunaomba barabara zitengenezwe so that we can have pedestrian for bicycles and for vehicles. so, so that we avoid accidents